Mabosi wa Yanga wamedhamiria na wameamua kufanya kweli, ambapo katika eneo wanalofanyia maboresho makubwa ni eneo la kiungo mshambuliaji pamoja na eneo la nafasi ya ushambuliaji ili kuwa bora zaidi, huku ikitajwa kwamba ni maandalizi ya kumtafuta mbadala wa kiungo Azizi Ki ambaye huyu anatajwa kwamba huenda akaondoka ndani ya kikosi cha Yanga. Azizi Ki anatajwa kuwa kwenye rada za mabosi wa Kaizer Chifu, huku kukiwa na timu moja kutoka Libya. Hawa matajiri wameweka mkuanja mrefu kuinasa saini ya kiungo huyo ambaye ana uwezo mkubwa kwenye kupiga mapigo huru na mguu wake wenye nguvu ni ule wa kushoto. Msimu wa elfu mbili na ishirini na nne ishirini na tano, Aziz Ki amefunga jumla ya mabao saba na katika mabao hayo saba aliyofunga, mabao sita ametumia mguu wa kushoto na bao moja ilikuwa ni pigo la kichwa ndani ya ligi kuu Tanzania bara hivyo ni mwamba ambaye ana uwezo wa kufunga zaidi akiwa ndani ya kumi na nane na nje ya kumi na nane pia. Taarifa zinaeleza kuwa kwa sasa mabosi wa Yanga wapo chimbo kutafuta wachezaji wenye uwezo mkubwa, ikiwa ni pamoja na eneo la kiungo mshambuliaji, ili mwamba atakavyoondoka basi huyo atakayekuja aweze kuziba nafasi hiyo ndani ya mechi za ushindani ambazo timu hiyo itacheza. Rwanda, Uganda pamoja na Kenya ni nchi ambazo zinatajwa kuwa wachezaji ambao wanasakwa na Yanga watatokea katika maeneo hayo, katika eneo la kiungo mshambuliaji, huku wakiitazama pia Ivory Coast ambako Mwamba alikuwa akichezea kutoka Asec Mimosas. Tusubiri na tuone ni nini ambacho kitatokea kwa mabosi hao wa Yanga ambao wakiamua kufanya jambo lao huwa hawashindwi. Naitwa Lunyamadi Zomliuka, a boy from Jombe. Place to be.